Ni Zaka za kazi ambaye ameamua kuwavaa wananchi na kuwaingia maungoni mazima kwelikweli, baada ya kumgusa kipenzi chao. Zaka za kazi, wewe ni afisa habari e, wa young Africans? Ni swali hilo la kujiuliza, lakini tunafahamu wewe ni afisa habari wa Azam FC wala lambalamba wa kamekati ya jiji matajiri wa kule Chamazi. Kwa nini ukatoa taarifa mbele ya vyombo vya habari kuhusiana na njigii Diarra kipenzi cha wananchi. Je, ulifanya kwa makusudi, ama ulifanya kwa bahati mbaya, ama uliamua tu kuingia maungoni wananchi, na ulijua ukimgusa Diarra utakuwa umegusa panapotakiwa, ama umegusa kwenye mshono? Hayo ndo maswali ambayo tunajiuliza. Lakini sasa, mwana michezo mwenzetu, najua unataka kufahamu ukweli wa taarifa hizi. Je, ni kweli kama alivyosema zaka za kazi ya kwamba jigi Diarra amegoma kurejea nchini Tanzania. Jigi Diarra amegoma kucheza tena Yanga. Jigi Diarra amesema mimi na Yanga basi. Hiko nafikiri ndicho ambacho nataka kufahamu sasa. Ungana nasi bwana sako kwa bako ili uweze kupata ufafanuzi mzuri wenye small, small letters juu ya Diarra na Young Africans. Jina langu naitwa Cisco. Dominic Salama yupo hapa, nafikiri bila shida wala shaka majibu atapatikana leo leo na si kesho tena. Dominic Salamba, uko vizuri? Niko vizuri kabisa, buheri wa afya, uzima upo na haulalamiki. Mwenyezi Mungu ni mwema na ni mzuri kila siku na kila wakati. Zaka za kazi ameamua kidogo kuwagusa wananchi juu ya kipenzi chao jigi Diarra, lakini tunafahamu vyanzo vyetu havijawahi kumwangusha mtu yeyote yule, kwa wale ambao wanatufuatilia. Ukweli wa mambo haya yako vipi? Ni kweli eh, zaka za kazi yuko sahihi? kwa mujibu wa vyanzo vyako jigidiara hawezi tena kurejea Yanga? Jigidiara haitaki tena kuisikia Yanga ama taarifa za ndani na za uhakika kutoka Twiga na Jangwani zinaeleza tofauti? Na kama ziko tofauti, utuambie ni zipi taarifa rasmi kutoka Yanga. Kwanza nafikiri pengine ningeanza kwa, kwa kuwaambia wadau wa soka kwamba kuna maisha pana ambayo tunaishi Tanzania hapa mm ya kimpira mpira na nini ambayo ni ya Kitanzania tu okay. Ni ya kwetu peke yetu yes. Sio mambo ambayo unaweza ukayakuta kwenye medani za kimataifa hasa watu ambao wa wanatumia weledi na kanuni katika maisha hao, yeah. Wenzetu wa mataifa makubwa uko nje ya Ulaya, mm. walishapiga hatua kubwa kifikra, kimitazamo, lakini pia hata kuheshimu taratibu na kanuni zilizopo mm. katika kueneza taasisi zao ambazo wako nazo wako okay. mambo haya ya kuweza kuchukua mchezaji akiwa na mkataba sore mm. alafu akaenda huku ukawaambia na mkataba mm. ukanunua, ikatokea vurugu, uwezi kuyakuta barani Ulaya. Ulaya wanaheshimu mifumo iliyopo kwa maana kwamba mchezaji lazima achukuliwa akiwa taratibu zote za msingi za kuweza kumsajili zikiwa zimekamilika, kwa maana na mchezaji ataongea timu nyingine ikiwa wakati rasmi wa kuweza kuruhusu aweze kuongea ukiwa umekamilika. Yes. Na timu itaongea na timu nyingine ikiwa inaamini kwa mchezaji fulani ana mkataba wake ambao hauruhusu kuweza kuzungumza nao. Kwa hiyo ni watu ambao wako vele vele vele vele vele smart hasa katika mambo ya kufanya biashara ya mpira kuhakikisha mchezaji mmoja atoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sio kama mambo yetu unakuta kama pengine mmoja sana anasaini huku, unaambiwa yuko huku, kisha acheza huku, eh, mambo huwezi kuyakuta barani Ulaya. Kwa cha kwanza Diarra ana mkataba halali na klabu ya Yanga. Yanga. Na Diarra kweli anahitajika mm. na timu nyingi kutoka barani Ulaya ambazo zimetuma ofa, lakini hizo timu zimetuma ofa kwenye klabu ya Yanga na klabu ya Yanga wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana haki na wajibu wa kuweza kuzipitia baada ya kuwa wameangalia uzito wa ofa, lakini pia wakiwa wameangalia na umuhimu wa mchezaji kwenye ya timu yao kwa sababu unapozungumzia miongoni mwa zile nguzo pia za klabu ya Yanga kwa saizi huwezi hmm, ukaacha kumzungumzia yeah, yeah, ana yes, mchango mkubwa sana ndani na nje ya kiwanja yeah, disiplini sure, yake ambayo anaweza akailinda timu na vitu vingine vingi ambavyo kavifanya. Kwa hiyo ni mchezaji muhimu, lakini pia Yanga wapo katika ngazi, wanapanda kuelekea mafanikio ya juu, ukikumbuka mazungumzo ambayo alizungumza rais wa sawa na bwana Mulindwa na, naribu na rais wa klabu ya Yanga alisema kwamba Yanga kwa sasa hivi imekuwa ni timu ambayo ikifanya vizuri sana katika ukanda wetu, sio tu kwa maana ya kiwanjani yeah, lakini hata kuweza ku, kujibrand mm. na kuwa na mifumo mizuri ya kiuongozi ambayo timu nyingi zingependa kufanya nao kazi kwa maana mm. hata yeye Mulindwa ameamua kuwauzia Alan Okero, si kwa ukubwa zaidi wa ya ofa walioitoa lakini ameangalia focus, determination na malengo ya club waliyonayo, okay. Akireflect au akihusianisha na kijana Okelo na maisha yake ya soka, kwa sababu anakili kweli alikuwa na ofa zaidi ya mara mbili kutoka timu nyingine mm. lakini alikuwa haioni clear future ya mchezaji na kwenda kama the safe place ambako anaweza kampeleka akapata nafasi ya kucheza yeah. na akafikia malengo yake, ni klabu ya Yanga. Kumbuka mm. timu kama na Simba nayo ilikuwa ishapeleka offer muda Simba walianza muda sana walikuwa wameanza muda yeah. mrefu kwa hiyo yeah. kwa maana yake ni kwamba mazingira ya klabu, mipango walionayo, ndio inayowafanya waendelee kutamani kupanda yes. ametua Tanzania muda mm. wowote anakwenda kutambulishwa, amesajiliwa kwa gharama kubwa, anatoka mm. nchini Poland mm. kwa utaratibu mm. anakuja, maana yake wanatamani waendelee kutengeneza hiyo kwanza kwa kabisa niwatoe wa kwa jambo halipo. Hmm. Lakini siko tayari kuingia kwenye kujibu hao wasemaji. Wakati mwingine wanakuwa na wana mambo yao binafsi na ndio okay. kazi zao so, hizo lakini so. Kimsingi, taarifa ambayo mimi ninayo na mnanifahamu, sio tu kwenye tetesi, taarifa za msingi mtazipata hapa hapa ambako tuko hapa mtazipata. Diarra, kwa taarifa rasmi kabisa, anaingia usiku wa leo kuja kuungana na wachezaji na, na wenzake kwenda kujiandaa na mchezo dhidi ya Ahli, okay. Kesho asubuhi, mm, Diara ataonekana katika nchi ya Tanzania akiwa ameanza mazoezi anaongea ni Chifu Zobane kama Fera, baada ya kuwa nimethibitisha mm. kwa kufanya mazungumzo katika maeneo yote, mimi napiga nje ndani mm. kwa taarifa anajianda <laughs> lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao wana discipline ya hali ya juu na ambao wana mapenzi makubwa mm -hmm. na klabu ya Yanga na hata jana alikuwa anafuatilia kwa ukaribu mchezo unaoendelea Yanga dhidi ya, ya Azam mbasi, na kuweza kuchukua kombe. Kwa hiyo ni mchezaji halali hmm. na kama ikifikia hatua ataamua kuondoka, basi ni baada ya kuwa amekaa na viongozi wake wamezungumza na kufikia, na uzuri yule ni mchezaji, hawezi kukaa Yanga milele, lakini yes. ataondoka kwa utaratibu, huku kila upande ukiwa yeah. unapata faida kwa namna moja ama mwingine hmm, lakini Diarra bado yupo, msimu huu ataendelea kusumbua, na hata wale ambao pengine walikuwa wanatamani aweze kuondoka Wasubiria wakati mwingine, bwana Sisko. Diarra bado yupo na yupo yupo sana. Ogopa matapeli chuma, e, kitatua usiku wa leo pale mitaa ya twiga na Jangwani, watakipokea kabisa vizuri bila shida, na moja kwa moja kitatua kambini kuungana na wenzie kujiwinda dhidi ya Ahli ya pale Misri, na kisha kitaonekana kwa umma. Uzuri, mchezo wa mpira wa miguu auchezwi eh, sebuleni wala auchezwi gizani. Mchezo huu bwana ni mchezo wa wazi, tutaona eh, je Diarra atakuwepo ama hatokuwepo tena? Na je, yale yaliyozungumzwa na afisa wa habari wa Azam FC juu ya jigidi Diarra yana nguvu kiasi gani ama ilikuwa tu nipe nikupe, uongo tupate tuendelee kufurahia maisha yetu kivyetu vyetu. Kwa nini unafikiri afisa habari wa Azam zaka za kazi ameamua kutoa taarifa kama hizi? E, nini hasa lilikuwa lengo lake kwa mtazamo tu wa kawaida, je, yeah ni kuadhibu kidogo sherehe za ubingwa wa Yanga e, kwa maana ya kule visiwani Zanzibar, ili wananchi wawe na mawazo juu ya Diarra, ama ilikuwa ni kwa namna tu ya kubadilisha na kuchepusha mada e, kuhusiana na kipigo chao e, dhidi ya Yanga kwenye mikwaju ya penalti, ama ilikuwa ni furahisha genge na sisi tusikose la kuongea, ama nini hasa ambacho nahisi kilifikiriwa zaidi na afisa habari wa Azam na kukizungumza mbele ya vyombo vya habari? Kwanza ni, nikiri kwamba Zaka ni miongoni mwa marafiki zangu kabisa na ni wamikoani mwenzangu mm. Sisi tuna msemo wetu tunaitana wamikoani, watu wa mikoani, yani anakumbuka nikiongea watu wa mikoani ni nakuwa na maanisha na ni brother ambaye binafsi nimekuwa ni, ni, ni, ni mbae, nikimhusudu sana kwa sababu ana mchango mkubwa mm. katika mpira wetu kabisa, na anajua mambo mengi sana yani miongoni yes. mwa watu ambao unaweza unaeza kusema ni google search ya mpira No, na, ni, ni Zaka za kazi. Yeah. Anajua mambo mengi sana kuhusiana mpira lakini pia ameuishi mpira na ameufanyia kazi mpira na ni miongoni mwa watu wazuri waungwana mm. ambayo binafsi nilikuwa nikipenda kuwaona wakiendelea ku, ku yani kupiga hatua, kwa sababu ana gizevu mm. kuwa katika nafasi ambayo yuko nayo. Kwa hiyo najua jana kwa nini wazungumza vile alizungumza, kwanza alikuwa na mimi, kwa mtazamo wangu sasa hapa na Yes, yes, yes. Jambo la kwanza akufurahishwa mm -hmm. na matokeo ya jana okay. Kwa namna moja au nyingine yeah. Wakati ambao jana ukiangalia ambayo tukio ambalo limetokea dakika zile za mwisho zile za kadi, ina, issue, issue ya ya akashindwa ya ya, ya, ya, ya penalty okay. Yeah. Ku, kuja kuja na pia bado walikuwa pungufu na kupata matokeo wakiwa wachache kama kwa dakika 45 dakika 30 wako nusu ina mpungua mtu mmoja kama 45 kama kipindi kizima cha mpira wacha na Yanga lakini bado waliweza kuvumilia na wakaweza kwenda katika ya matuta ambako isivyo bahati hakupata matokeo, kwa hiyo hakufurahishwa. Na akiwa sehemu ya ya, ya, ya ya bench la ufundi, akiwa sehemu ya, ya, sorry ya management, yeah. hawezi kufurahia. Kwa hiyo jambo la kwanza, alikuwa anaweza kuongea chochote cha kukera mm. na kuudhi kama ambavyo akufurahishwa na kuona nani na mchaji bora wa mashindano mm. akipewa nani Hmm. Akipewa max wengeli, na pengine alitegemea kuona imeji mao nilifuatilia, akiweza kupewa, akiweza kupewa ile, ile, ile, ile tuzo ya mchezaji hmm. bora, lakini pia akatofautiana aka au alikuwa na support kuweza kuona Ishmanula anapewa tuzo badala ya msheli ambao wengi walikuwa wanazungumza. Kwa hiyo alikuwa kama hivyo katika wakati ambao akiwa ana hasira ana jazba kutokana na kukosa matokeo yeah. lakini pia ni njia ambayo aza akaitumia pia

mchezaji wa Yanga na hana namna yoyote ambayo anaweza kagoma kuja kwenye timu, huku akiwa amekwenda kutumikia national team huko, akiwa ameondoka akiwa na stake zake zote huko, akiwa ni kipa ambaye anaheshimika sana huko, akiwa na kama mkubwa kupata namba yeah, huku akiwa haidai Yanga hata mia katika usajili au kwenye bonus. Kwa hiyo uwezi kuona kwa hiyo nafikiri ilikuwa tu ni ndani katika mazingira ya kutaka kusherehesha na kuzungumza, lakini uhalisia ni kwamba Diarra yupo na anarejea leo usiku na kuanzia kesho ataungana na timu na kuendelea ya na majukumi yake ya msingi, ili kuweza kuwafikishia malengo ya wananchi walionayo. Huyu ni miongoni mwa makipa bora kuwahi kutokea, nimesha kuzungumza binafsi na mimi ndio kipa bora wa kigeni kuwahi kutokea katika nchi yetu, tuko na safari hii, lakini pia ameweza kudhihirisha kwamba sio tu katika nchi yetu, ni miongoni mwa makipa bora kwa sasa barani Afrika ambao wana uwezo wa hali ya juu na viwango vya juu ambapo wanaweza wakachezea timu yoyote si tu Afrika na baadhi ya timu kule barani Ulaya. Na, abo, salama eh, kwa namna gani sasa turudi kwenye uhalisia ya Yanga, wanamuhitaji je, Diarra hasa labda eh, kwenye majukumu ya kimataifa ya mambo kadha wa kadha ni kiwango gani unahisi? Yaani kwa tu ambayo Yanga anaiendea sasa hizi mm. wanamhitaji Diarra kwa asilimia mia moja. Okay. There is no option. mm. Yaani Yanga katika mechi mechi hizi tatu zilizonazo, unazungumzia mechi mbili za Ali, unazungumzia mechi moja ya Faraba tu ugenini hata zime it tatizis, itatizis. Mm. Ali Hammond away. Mm. Faraba tugenini Moroko. Mm. Moroko Mm. Hii ambayo wakati mwingine ina magumaa tumeweza kushuhudia, mm, baadhi ya matukio hata katika michuano ya AFCON. Mimi binafsi, miongoni mwa watu ambayo siamini kwa Moroko angetakiwa kuweza kufika hatua ya nusu fainali so, kwa sababu sawa anafunga magoli mengi ya uhalali mazuri, lakini anapata faida nyingi ambazo ziko nje ya mpira. Hata ya Kameruni na mchezingidio kunyu. Kwa hiyo kwenda kuchukiza katika hali ya Morocco yeah, sio jambo dogo sana. Kwa hiyo unahitaji upate kipa ambaye anaweza kuendana na ile pressure na ule na ile atmosphere ya kiwanja yes. Niliweza kumshuhudia kule Algeria, ambapo aliweza kufanya katika mechi ya fainali, niliweza kumshuhudia maeneo mengine South Africa na maeneo mengine. Ni kipa ambaye anakupatia zaidi ya golikipa, ni kipa ambaye anapenda mechi ngumu zenye pressure kubwa, ni kipa ambaye anaweza kuchana na hao Waarabu yeah. Kumbuka hata akiwa kwenye team tutafamali mambo alikuwa anayafanya It's more than a goalkeeper. Kwa hiyo ni, yeah. ni pure mtu ambaye unamhitaji ukiwa katika mazingira magumu ya kiushindani. Mechi dhidi ya Ali, there is no way you can go kwa mwingine zaidi ya Diarra. There is no way you can go kwa mwingine zaidi ya Diarra kwa sasa. Kutokana na ana vitu vingi sana, uwezo kwanza kupoteza muda, kupunguza pressure, kupanga defense yake, kusoma upinzani, ana vitu vingi sana kwa hiyo nafikiri ni miongoni mwa vijana ambao ana talent kubwa kutoka bara la Afrika. Kwa hiyo Yanga anamhitaji kwa asilimia mia moja kwa sasa na sore tutazama tazama hivi pia ndugu, uh, yetu kijana wetu, hasa mimi ni ndugu yangu wa damu kweli kweli, kutokea pale Morogoro, mji Kasoro bari, kwa maana Abu Twarib Msheri, kwa namna ambavyo ameonyesha kiwango bora kule visiwani Zanzibar, unafikiri ikitokea je, Djigui Diarra eh, amepata timu nyingine, ofa imekuwa kubwa, kaondoka, atoshi kuipambania klabu ya Yanga itaradhim eh, pia ngao fika, tunafuta kipa mwingine, labda wa ndani au wa kimataifa kuja kusaidiana naye kijana huyu, kwa malengo ambayo yuko nayo Yanga mipango alionayo. Mshauri Msheli ni kipa mzuri sana mm. ambaye anaendelea kukua mm. mshauri ambaye alikuwa yuko Mtibwa mm. sio mshauri ambaye yuko Yanga sasa, vitu vingi vinabadilika ka yupo kwenye tete, kajiulize, akiwa na miaka 26 sasa alikuwa yuko wapi? yeah. akufikia ile level kisasa katika miaka 30 ndio amemachua mm. na amekuwa na uwezo wa juu na confidence ya juu sana. Kwa hiyo kuna wakati nafasi ya goalkeeping, kabla uzidi kuendelea kwa na mbele mm. ndio unakomana kuongeza ujasiri na maamuzi. Kwa hiyo namuona na Msheri akitaji miaka mingine miwili au mitatu mbele, ili kuwa saa kutosha na kuweza kuaminiwa na kupewa milingoti bila wasiwasi au -wasi, Yanga hata kama ikitokea Diarra ameondoka mwisho wa msimu watahitaji kupata kipa mwingine mkubwa ambaye atakuwa anafanana na Diarra ili kuweza kukimbizia mataji ya nje. Kwa maana sasa hivi Yanga mataji ya ndani sio bali yao wanachukua wanavyotaka, iwe bara, iwe Unguja, iwe Pemba, kwa hiyo wanachukua wanavyotaka, wanachukua tu mataji, lakini sasa wanapambana na kuweza kutengeneza kusimenti ukubwa katika midani ya kimataifa hasa katika kombe au katika michuano ya Klabu Bingwa Barani Afrika. Sawa, so, bwana ukisubiri okay, hivi eh, wenzio ndio hivyo tena unakula na chumvi. Na umepata kusikia mengi na mazuri ambayo tumezungumza hapa. Mimi pamoja naye Chifu Nzobane kama Zoom Fela Dominic Salamba, zile small small details taarifa za uhakika hizo ishi nazo, subiri jioni leo, chuma kitue, mambo yawe mazuri. We, <migana> nani alikwambia jingi ya attack kucheza na Afrika? Jina langu <laughs> ni Cisco, eh, nyuma ya kamera ni Anko Vuba na mimi sina la ziada ndio nikusema Waila.